Katika hizi habari nyepesi nyepesi, nikijivunia kabisa kuwa na wangu wa shirika wakubwa wanaizungumzia benki ya NMB, benki ambayo unapozungumzia benki nchini Tanzania, hii ndio benki pekee ambayo inaweza kukupa huduma zilizo bora tofauti na benki nyingine zozote, na naendelea kusisitiza kwa wale ambao wamefanikiwa kuingia katika tawi lolote la benki ya NMB jijini Dar es Salaam, eh, huduma hiyo hiyo ambayo umeipata katika tawi hilo hilo, basi nenda popote pale, e, nchini, uwe e, pale Arusha mjini, toka nenda nje ya Arusha mjini, nenda Rumeru kule, kama uko ni Manyara wapi, nenda Babati, nenda huduma ambayo utakuwa umeipata katika tawi la NMB mjini katika yale matawi mengine ambayo yako wilayani, ndivyo vivyo hivyo yalivyo, tofauti na kule kwingine. Na tabasamu ambalo utalipata toka kwa mhudumu wa benki NMB ni lile ambalo utakufanya makwa kiko free, kwamba nina kila sababu ya kujivunia kuwa na benki hii. Lakini mbali ya hayo, sasa wanakuambia pata patia na NMB, zaidi ya shilingi milioni milioni 300 kushindaniwa na kila mwezi washindi 24 wanakuwa wanapatikana, na mbele ya safari huko nitajitahidi niona wale washindi wanapopatikana, basi kwa kushirikiana na wenzangu wa NMB wawe wanasema machache ili kuweza kuja kwamba ama kwa hakika milioni 300 ziko kwa ajili yako wewe, mteja wa NMB. Katika maisha haya kuna kupanda na kushuka, kulia na kucheka, kupata na kukosa Acha acha acha, usikariri maisha <laughs> watakucheka. Siku hizi hakuna hiyo kitu. Kwani hujasikia, ta tuchezi patapotea tunapata patia? Maisha ya matamu, sura za tabasamu, pesa zinaingia ukiwa na NMB. kama mina wauta furahia hi hainakofeli. sasinini unasubiria? Weka zaidi ushinde zaidi. Kadiri unavyoweka pesa kwenye akaunti yako ndivyo unavyojiongezea nafasi ya kushiriki katika draw kila mwezi na kushinda. Fungua akaunti ya NMB sasa kufaidi nafasi hii na huduma nyingine bora kutoka NMB. Zaidi ya shilingi milioni mia tatu kwenye gurudumu la patapatia na NMB, washindi 24 kila mwezi. Popote mshale utakapoangukia, umepatia, haina kukosa. Hii patapatia na NMB NMB. Karibu yako. Baada ya kusikiliza ujumbe mzuri huo, msikilizaji, na vilevile vile ni kwambie tu unaweza kusikiliza habari hizi nyepesi nyepesi toka katika ukurasa wetu wa Facebook, www.facebook.com/radio1stereo au Twitter, @radio1stereo. Kwa hiyo kwa muda wako wewe unaendelea kujimwaga tu na habari hizi nyepesi uh, tukiwa nao NMB. Kabla sijaanza kuambia ya huko Philippines, nataka kuambia kisa ambacho nilikutana nacho jana saa 12 jioni uh, nimekutana na mchina mmoja wa maeneo ya Kawe jijini Dar es Salaam, ameongozana na jamaa wawili. Amini usiamini, ule mchina alikuwa anaongea kipare cha ndani, e, sijapata kuona. Sasa nikajaribu kudodosa, e, vipi mchina huyu eh toka kwenye familia gani, akina Mkwizu, akina Mdeme, akina Semvua, au vipi? Lakini sikupata jibu la moja kwa moja. Mwalimu mmoja wa shule ya sekondari kule Philippines amewapa wanafunzi wa darasa lake adhabu ya kutafuna na kumeza makaratasi baada ya wanafunzi yao kupiga kelele darasani. Mbali ya kuamuru kutafuna na kumeza karatasi, mwalimu huyo pia alimrushia kiti mwanafunzi mmoja aliyegoma kutumikia adhabu hiyo ambayo aliitoa ili kuwanyamazisha wanafunzi hao. Kimbembe hicho sasa kimewafanya wazazi na wanafunzi hao kumjia juu mwalimu huyo, wakimtaka waombe radhi watoto wao, na baada ya hapo afukuzwe kazi na asiruhusiwe tena kuwa mwalimu katika shule yoyote ile duniani. Wakati wazazi na wanafunzi pamoja na uongozi wa shule hiyo ulipoanza kumshutumu mwalimu huyo, aliomba radhi kwa kusema alichofanya hakikuwa sahihi kwa binadamu wa kawaida, lakini ilipaswa mtu mmoja akifanye dhidi ya mitoto mitukutu kama hiyo. Hapo ndipo alipozidisha asira zaidi, mtoto wa mtu mtotoamtu, namuita mjitoto, akasema anaomba radhi, kwani akikuwa kitendo sahihi kwa binadamu wa kawaida, lakini ilipaswa mtu mmoja akifanye dhidi ya mitoto mitukutu kama hiyo. Lakini kule Mumbai, msichana mdogo wa miaka tisa raia wa Uingereza amewashangaza wazazi wake na wanajimu nchini India baada ya kufanya mambo kadhaa yanayoonekana kuwa ni zaidi ya miujiza ya kawaida. Msichana huyo aliyezaliwa Uingereza na kuishi huko bila kusafiri nje nchi alianza kuwashangaza wazazi wake pale alipong'ang'ania wampeleke nchini India ili akachukua mdoli wake na kusalimia rafiki zake. Awali wazazi wake walichukulia maneno yake kama maneno ya kitoto, lakini alipong'ang'ania apelekwe India katika mji wa Mumbai wazazi wake walienda naye India kama sehemu yao ya likizo, na ana hapo ndipo miujiza zaidi ilipoanza. Wakiwa Mumbai nchini India, baada ya kuingia katika taksi, mtoto huyo aliamuru dereva awapeleke mtaa wa Burha, na walipofika katika nyumba moja ya mtaa huo, msichana huyo aliamuru dereva asimamishe gari na akashuka na kuingia katika nyumba hiyo, huku wazazi wake wakimfuata kwa hofu. Ndani ya nyumba hiyo aliingia kama mtu aliyewahi kuishi siku nyingi, huku watoto wanaoishi ndani ya nyumba hiyo nao wakionekana kama wanafahamiana naye, kumchanga na kumchangamkia na baadaye kumpa mdoli mmoja wa zamani aliyekuwa akimlilia siku zote alipokuwa kule Uingereza. Mauzauza yake yameshindwa kupata jawabu la kisayansi na kiroho, na wazazi wake wameamua kuwaachia wanajimu kutatua kitendawili hicho. Kumbuka mtoto huyu kazaliwa Uingereza kakulia Uingereza lakini, yeye baada ya kujitambua kidogo akataka apelekwe India. Hili msikilizaji limenikumbusha mtoto mmoja aliyezaliwa Kilema Moshi. Yani huyu wazazi wake wote ni wenyeji wa huko na hawajawahi kutoka nje ya Kilema katika maisha yao, lakini cha ajabu mtoto yule alipofikisha umri wa miaka sita akawa hataki kabisa kupikiwa ndizi mshale na nyama, bali anasisitiza nataka ndizi za Bukoba zilizochanganywa na maharage, na pia awe anapewa senene. Na hali ilibadilika zaidi pale alipomwambia baba yake anataka kupelekwa Kanyigo Bukoba. Hapo ndipo shashe lilipoibuka ndani ya familia, ila mimi sikumbuki kilichoendelea A nitamuuliza zaidi Riwa, najua Riwa bado amejificha huko aliko. Anamuuliza rafiki yake wa karibu, familia yangu inaendeleaje? Yes, alisafiri, anaenda Malaysia, alienda Ukonga. Saa mbili na dakika saba. Nikuambie tu msikilizaji, tuko na benki ya matawi ya NMB pata patia, NMB, misururu si mirefu kama kama kule kule kule kwingine kwa kwa sababu wahudumu hawa wa bank NMB NMB wako ni wepesi katika katika katika kuhudumia uh, wateja wana mambo mambo ya ya kuzungumza na na na simu, mambo ya kupiga soga, katoka kakuacha kwenye foleni kama kule kwingine. NMB ukiingia, uh, kwa muda muda ambao ambao umejipangia umejipangia, nitaingia katika tawili nifanye miamala yangu niondoke uh, katika muda ule ambao umejipangia na shughuli zako nyingine zinakwenda tofauti na kule kwingine. Vile vile unaweza ukahama huko ukahamia NMB ukayathibitisha haya niliyokuambia, unaweza vile vile msikilizaji kusikiliza habari hizi nyepesi uh, toka katika kurasa zetu uh, za Facebook na Twitter. Katika ukurasa wetu wa Facebook ni www.facebook.com/radio1stereo au Twitter radio1stereo. Turejee hapa nyumbani. Eti waungwana, leo nataka niwashirikishe, kuna ukweli kwamba mapigo ya moyo wako mapigo ya moyo wako, shika mkono wako ulipo moyo, mapigo hayo ya moyo wako eti hubadilika kutokana na aina ya muziki unaosikiliza mapigo hayo ya moyo wako eti wanasema hubadilika kutokana na aina ya muziki unaosikiliza. Kama ndivyo, hali sasa mimi ninajiuliza itakuwaje kwa mtu anayesikiliza muziki laini blues, mapigo yake ya moyo si atakuwa taratibu? Eh, haya sasa, itakuwaje kwa mtu anayesikiliza muziki aina ya reggae? Huyu mapigo yake ya moyo ni ya ya ya dhahiri, yatakuwa kama gari linalopita katika matuta. Unajua mapigo yake anaweza ya kupiga mpaka unaona mbavu zinasukumwa. Kumi, hali ya mapigo ya moyo yapo vipi kwa mtu anayesikiliza charanga? Leo ni Ijumaa, hebu jaribu zoezi hili, sikiliza aina hizi za muziki tofauti tofauti, huko vilevile unausikilizia moyo wako. Ila mimi niliwahi kuyaona mapigo ya moyo ya watu wawili tofauti, mmoja alikuwa anasikiliza twisti na mwingine bolingo, utawaonea huruma, yaani siwezi kuelezea huruma ishanjia kwa irini maisha haya kuna kupanda na kushuka, kulia na kucheka, kupata na kukosa. Acha ah, ah, ah, acha, usikariri maisha <laughs> watakucheka. Siku hizi hakuna hiyo kitu, kwani hujasikia? Tuchezi patapotea, tunapata patia. Maisha matamu, sura zatabasamu, pesa zinaingia. Ukiona NMB kama mina wauta, furahia hii haina kufeli. Sasa nini unasubiria? Weka zaidi ushinde zaidi. Kadiri unavyoweka pesa kwenye akaunti yako ndivyo unavyojiongezea nafasi ya kushiriki katika draw kila mwezi na kushinda. Fungua akaunti ya NMB sasa kufaidi nafasi hii na huduma nyingine bora kutoka NMB. Zaidi ya shilingi milioni mia tatu kwenye gurudumu la patapatia na NMB, washindi 24 kila mwezi. Popote mshane utakapoangukia, umepatia.